Kwa hiyo kwanza, acheni tuone kwa nini kuwa na nyumba salama ni muhimu sana. Jambo kuu ikiwa unaona ni kuzuia majeraha. Mara nyingi wazee huishia kulazwa hospitalini kwa sababu wanaanguka nyumbani na kupata fractures, na kwa sababu hiyo wanahitaji upasuaji na matibabu mengine. Hii nayo huathiri hatari zako za kiafya za muda mrefu. Pia pili, inasaidia kukuza uhuru. Sasa ikiwa unatazama watu wazee, ikiwa kuna njia zisizo na wasiwasi nyumbani kama hii, harakati zao na uhuru ndani ya nyumba zinaweza kupunguzwa wanaweza kusita hata kuamka na kutembea hadi chumba kinachofuata, na katika hali ambazo si salama sana au utelezi kama huu, wanaweza kukataa kuzunguka. Kwa kufanya nyumba iwe mazingira salama na salama, uhuru wako wa kibinafsi utaimarishwa kwa kiasi kikubwa na shughuli zako za kila siku bila shaka zitaboreka. Hii ni kwa sababu kuu kama unavyoweza kuona wazi. Jambo la tatu muhimu ni kuboreshwa kwa kina kwa ubora wa maisha kwa ujumla. Kuwa na mazingira salama yenye starehe na yanayotia moyo kama haya kunaleta amani kubwa ya akili, si tu kwa wazee wanaoishi hapo bali pia kwa walezi wanaojitolea kuwahudumia kwa, kwa bidii, wakihakikisha ustawi na faraja yao kila wakati. Mtazamo huu wa kina kuhusu usalama wa nyumbani unakuza hali ya usalama na ustawi inayowagusa wote wanaohusika, na hivyo kuunda mazingira ya kuishi yenye maelewano na msaada.